ni siku moja au siku mbili kabla ya Eid. Siku moja au siku mbili kabla ya Eid unaweza kutoa zakatul fitr. Kumaanisha kuanzia siku ya Ijumaa kwa sababu huenda Jumamosi labda ikawa ndio siku ya mwisho. Kwa hivyo kuanzia siku ya Ijumaa unaweza kutoa zakatul fitr. Na zakatul fitr ni kilo mbili na nusu. Wengine wana vioni waliokwenda mbali juu ni kilo tatu. Na wale kwenda chini ni kilo moja kilo mbili uh, gramu 140 na wakati ulio bora zaidi thawabu nyingi zaidi ni kutoa siku ya Idi kabla ya swala ile, siku ya Idi kabla ya swala. Na yoyote ambaye hatatoa atatoa baada ya sala hiyo, ni sadaka kama sadaka nyingine, siza haisabiwi zakatul fitri na utakuwa na madhambi. Kwa hivyo hilo ni swala uh, la zakatul fitri. Na zakatul fitri, labda kuongezea, inatakiwa chakula, haitakiwi pesa Wengi siku hizi tunaona ni sahali, tunamtumia mtu mpesa, halas, zakatul fitri yako. Zakatu fitri inatakiwa iwe ni chakula kinacholiwa mjini, unachokula wewe. Kwa hivyo tunaweza kutofautiana mimi na wewe, wengine. Kuna watu ambao chakula chao zaidi ni pasta, si wali, kuna wengine ni matoke, kuna wengine ni kidheri, kuna wengine ni mudhokoi, kuna wengine. Kila mmoja kile chakula anachokula ndio anatoa kilo mbili na nusu. Ama swali la uh, swali la, la, la, la, la pili ni itikafu. Itikaf itikaf, itikaf haina wakati maalum. Itikaf si lazima Ramadhani, Ramadhani, lakini Ramadhani ndio bora, kwa sababu ndio alivyofanya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya kutafuta lailatul qadr. Na masharti, unapoingia katika itikaf, itikafu ina masharti yake ni kwamba mtu ambaye ameingia ameweka nia ya, ya kufanya itikafu siku kumi nia yake ni siku kumi, hafai kutoka msikitini isipokuwa kwa dharura, hafai kutoka msikitini. Lakini nia yako wewe si siku kumi, unaweza kuweka nia ya kwamba mimi kuanzia wakati huu nitakaa hapa mpaka magharibi, hiyo ni itikafu. Au nia yako kwa sababu umeajiriwa na uwezi kuchukua off na labda pia bosi hatakupatia hiyo off siku kumi, basi unaweza uwezo wako ni siku usiku, utaweka nia mimi kila usiku nitakuwa ninaingia kuanzia sa, saa nne mpaka alfajiri, hiyo pia ni itikafu kwako. Lakini iliyo bora zaidi ni kwamba yule ambaye anatikia anaingia itikafu asitoke isipokuwa kwa dharura katika ile sehemu, na lazima ile itikafu iwe katika msikiti wa juma, ni kwamba usihitajike kutoka kwenda juma msikiti mwingine Naam. Naam. Waalaikumsalamu rahmatullah. Naam, ndio, ndio, naam, naam. naam. Atapikaje sasa? Hiyo Uislamu ni dini ya kimaumbile na ni dini ambayo inamwambia mtu lazima na yeye ahangaike wakati wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maswahaba hawakuwa na tatizo kwamba huyu amemletea tende, huyu akamletea ngano, huyu akamletea shairi, huyu akamletea kadhaa. Wewe unapohodhi, unapomiliki ile, unaweza kuuza ukanunua mafuta, ule mchele. Umepata, huyu amekuletea Samira amekuletea kilo mbili na nusu mimi nimekuletea kilo mbili na nusu, mwingine amekuletea kilo mbili na nusu, wewe kinachokutosha kilo mbili na nusu na in fact, unapopata zakatul fitri nyingi, wewe pia unahitajika kutoa. Kwa hiyo usiseme mimi ni maskini au mimi ni fakiri, waacha watu waniletee. Umepata kilo 20 kilo 40, watu wamekuletea, wamekuletea kwa sababu hatuambiani kwamba mimi bwana, mimi nitampelekea fulani, kwa hivyo wewe mpeleke mwingine. Kila mmoja na mazaji yake, kila mmoja na fikra zake kwa hivyo watukumi amekuletea hizo kilo ishirini na tano usiseme basi khalas, hizi mwezi mzima sina sina haja kununua wala si sihitajiki kutoa. Na wewe sasa wakati huo utahitajika kutoa zakatul fitri pamoja na wale ambao wanakutegemea. Sasa ikiwa na wewe umetoa, bado kingi kinakutosha wewe, idi na ziada, unaweza kuuza kilo mbili na nusu, ukauza kwa jirani, ukanunua mafuta, ukauza tena kilo mbili nyingine, ukanunua nyama, ukanunua chumvi a wewe unapomuona yule pengine ni maskini sana, unaweza ukampelekea kilo mbili na nusu, kisha ziada, ili iwe ni thawabu kwako zaidi. Ukampelekea na mafuta gramu mia, ukampelekea na chumvi, ukampelekea na sukari. Hiyo ni ziada kutoka kwako, thawabu kwako, ziada. Tunatakana tushindane katika nini? Alkhairat, fastabiqul khairat, shindaneni katika mambo mema, mambo ya khairi. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ndio hivyo mmejibu. Asema ikiwa uh, kwa mfano siku ile ya usiku wa Idi we ni maskini hata hujui kesho utapata chakula wapi. Lakini alhamdulillah pale jioni, jirani yako mwislamu akakuletea kilo mbili na nusu au hata asikuletee kilo mbili na nusu akakuletea kilo tano kwa sababu yeye na wife, yeye kilo mbili na nusu wife kilo mbili na nusu pengine na mtoii pia. Aliona pengine wewe una watu kadhaa, una mke pia una watoii, una wanne watu, una watu, una watu, una watano, hata hizi kilo mbili na nusu hazikutoshi, wacha kuletea yeye na wife na mtoii moja, kilo saba na nusu kwako wewe ulikuwa huna chochote lakini sasa una kilo saba na nusu kitu ambacho kitakutosha Idi, usiku wa Idi na Idi ni kilo ngapi? Tuseme kilo tatu utakula. Sasa wewe cha ziada unatakiwa pia utowe umpatie masikini mwingine. Kwa hivyo unawajibika wewe vile vile, kwa sababu Bwana Mtume Muhammad sa salam anasema zakatul fitri ni faradhi, ni faradhi kwako kwa mwanamume na mwanamke, mtoto mdogo na mtoto na mtu mkubwa, mwanamume na, na, na, na mwanamke Manam, mtoto mdogo na mkubwa, yule ambaye hata mtumwa pia. Saa hizi hatuna watumwa, labda swali lingine litakuja. Mimi ninamfanya kazi ambaye ni Muislamu, nafaa kumtolea zakatul fitra? Kufai, kwa sababu yule mtumishi sio, nampatia mshahara au anakufanyia bure? Unapatia mshahara anatakiwa atoe kamshahara mshahara wake, naye atoe zakatu fitri yake. Lakini roho yako safi, unataka kumtolea basi, unaweza kumtolea kaambia, wewe usitoe, mimi nakutolea, thawabu zitakuwa kwako. Kwa hivyo hawa wote sasa, wewe unapopata cha ziada cha usiku wa Idi na ile siku ya Idi mpaka Idi itakapotoka wewe, pia cha ziada unafaa kumpatia mwingine. Naam, wa salamu. <tik> <tik> <tik> naam <No. tik> naam. Naam, zakatu lfitri masharti yake ni Uislamu, Islam, Islam. Kwa hivyo hata ukiwa una mfanyakazi pale ambaye si Mwislamu hana zakatu lfitri, si wajibu kwake kutoa zakatu lfitri. Kwa hivyo babako ni mama ni si Muislamu, utatoa yako, na kama umeo utatoa mke wako, kama una mtoi utatoa mtoi wako. Na Uthman bin Affan radhiyallahu anhu alikuwa anatoa hata kwa mtoi ambaye yuko ndani ya yani, inatakana kisheria yule ambaye tayari yuwapumua yuko duniani, lakini Uthman bin Affan radhiyallahu anhu alikuwa hata yule mtoi ambaye yuko ndani ya tumbo alikuwa akimtolea zakatul fitri. Kwa hivyo asiyokuwa mwislamu hatoi zakatul fitri. Na ikiwa una mzazi ambaye si mwislamu, hakuna zakatul fitri. Ama ikiwa mzazi mwislamu ameaga dunia, mambo yake yamekwisha. Unaweza kumtolea sadaka, kumtolea sadaka nyingine. Uh, ukanunua msahafu kaleta, ukanunua juzuu ukapeleka madrasa. Kuna mchango wa kuna mchango wa msikiti kujengwa, ukasema ukaweka nia, hii mia hii, au hili tufali, au hii simenti, au kadha hii ya mzazi wangu aliyekufa, na thawabu zitakuwa zinamfikia. Naam, wa alaikumu salaam wa rahmatullah. Naam, Naam, Naam kwa mzee mkongwe, mwanamume au mwanamke ambaye hawezi kufunga, kwa mgonjwa, ugonjwa ambao hatarajiwi kupona na hawezi kufunga, ameusiwa na daktari Mwislamu mchamungu anayejua faida na umuhimu wa somu, akamwambia wee, ugonjwa ulionayo hufai kufunga na ugonjwa hutarajiwi kupona, kwa hivyo mwaka huu huwezi kufunga. Kani pia utawezi, huyu ambaye hawezi kufunga, ima kwa sababu ya uzee au kwa sababu ya ugonjwa, huyu analipiwa kila siku fidia, analipiwa kibaba. Wanavioni wametofautiana kuhusiana na hii kibaba, ni kiwango gani? Kuna wale kama Imam Abu Hanifa akaenda ni kilo mbili na nusu, Imam Ahmad bin Hanbal akasema ni kilo moja na robo, wa Imam Shafi akasema ni gramu mia sita na ishirini na tano ile ambayo ina nguvu zaidi 625 au kilo kasoro 750 gram, lakini ikiwa utatoa kilo na robo, utamtolea kilo na robo au kilo na nusu well and good. Kwa hivyo kila siku ambayo hafungi utakuwa unatoa kilo na robo au kilo na nusu. Ikiwa ni kilo kilo na robo, siku 30 ni ngapi? Ikiwa utatoa ni 750 multiply by 30 itakuwa ni ngapi? kilo ishirini na mbili na nusu, sio? Au nimechanganyikiwa? Unajua hisabu nilifanya kitambo sana. Ninyi ndio wafanyabiashara ndio mna, japokuwa siku hizi ukifanya mpaka ushike calculator, sijui ni hivyo. Nyinyi ndio wafanyabiashara, 750 times 30 tayari ushatoa jawabu, jibu lake Oh, times 30. Ni 22 and a half au sio? eh? si, si, kumbe sijachanganyikiwa vile. Oh, okay. Kwa hivyo unaweza ku, ku, kufanya calculation, ni 37.5 au ni, ni 22.5 kisha mwanzo wa Ramadhani ukagawanya kwa familia hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili unataka kuwamwalika maskini kila siku aje kula kwako, kwa kile ambacho kimepikwa tayari. Atakula kile unachokula, ameshiba. Hata ukitaka e, thawabu zaidi, ukawa, ukampatia hata chakula cha suhur. kwa hivyo kila siku anakula mpaka mwisho wa Ramadhani, thawabu zinakwenda kwa yule mgonjwa, ni kama aliyofunga. Hiyo ni fidia yake. Hakuna tatizo, hakuna tatizo. Ok, okay. naam, mm. Madamu yuko hai, yeye analipiwa. Sasa scenario yako labda ni nyingine, nitoe scenario nyingine ya kufungiwa ni kwamba mimi nilikuwa mgonjwa, sikuweza kufunga Ramadhani. Ramadhani imemalizika nimepona naweza kufunga sikufunga naweza kufunga sikufunga kabla ramadhani nyingine nimeaga dunia na nina siku 30 wale warithi wake wanamfungia huyu sinario ya pili ni mgonjwa hakuweza kufunga lakini baada ya ramadhani bado ni mgonjwa amekufa akiwa ni mgonjwa huyu halipiwi sijui tupo au tupo tupo Mupo au mupo mupo hiyo imeruka hiyo imeruka hiyo imepita eh? uh, sema internet failure mteja wa nambari uliopiga hapatikani mpaka next year <laughs> eh, scenario ya pili ni mgonjwa seme mimi ni mgonjwa Ramadhani pengine hii wiki kumi la mwisho lote nimekula sawa siku ishirini nilifunga lakini siku ishirini na moja nililemewa nikawa mgonjwa nikawa na meza madawa na daktari anamwambia usifunge kwa sababu ya afya. Sikufunga. Shawali imeingia bado ni mgonjwa natumia tembe. Dhulqaada uh, imeingia, nimeaga dunia. Huyu hakupata nafasi ya kufunga kulipa, huyu hafungiwi, huyu anahesabiwa amekufa bado ni mgonjwa. Basi huyu halipiwi chochote. Ulikuwa na swali ndugu yangu? Naam, naam. Ndiyo. Eh, hana tatizo. Wanaviona, nasema ile ni hewa tu, ni kama tunapopumua. Basi ile ni hewa tu, kufungua kifua haina tatizo. Waalaikum salaam, yes. <laughs> hata hizo zote ni njia madazaka <laughs> zote zilikuwa <ziko> njia mada. Naam. <laughs> Ndiyo, ndiyo. Naam, yeah. Ndio naam, jazakallahu khair. Swali zuri ni kwamba mimi nilikuwa si Muislamu, wazazi wangu si Waislamu, mimi Allah subhanahu wa ta'ala akaninaamesha, nikasilimu, nikawa naendelea natekeleza Uislamu, lakini mzazi imma baba au baba na mama au mama, wakabakia katika ukafiri au kristo mewalingania wamekataa, ameaga akiwa bado si muislamu, hakusilimu yani. Sasa huyu huyu, nafaa kumwombea dua? Jibu ni kwamba liko katika Sahihi Muslim, bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliomba azuru kaburi ya mamake, Allah akampatia ruhusa, akamwomba Allah amuombee mamake dua, akakataliwa kwa sababu mamake hakufa akiwa mwislamu. Sijui kama hadithi hiyo imejibu. Unatafaa kumwombea dua kabla hajaaga haja dunia, kabla haja aga dunia, ombe dua, Allah ampatie hidaya mamangu, Allah ampatie hidaya ya babangu, Allah ampatie hidaya jamaa yangu, huyo ambaye si mwislamu naye awe mwislamu kama mimi. Akikata roho tu, dua yako inasimama. Kuna dua tena na ndivyo Suratu Tauba vile vile inavyotumbia na Nabi Ibrahim pia naye alikataa, alikatazwa kumombea babake baada ya kwamba amebakia katika ukafiri. Dakika kumi zimemalizika <laughs> au kama kuna maswali khalas, mimi niko hapo, labda nyinyi mnataka kurudi makazini. Naam, mambo ya sala sala. Naam, naam. Hukupata jamaa, ukifika katika rakaa ya mwisho imamu ashanyanyuka kutoka katika rukuu, utamfuata imamu, lakini umekosa jia, kama anavyosema bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndivyo wa makosa mengi, labda hizi swala nyingine zinakuwa hakuna hakuna tatizo. Yani umekuja imamu ame nyanyuka kutoka katika rukuu raka ya mwisho, umemfuata. Anapomaliza salatu l asri, wewe utalipa ngapi? Utalipa raka ngapi? Mbili, si mbili, sio? Naonekana nyi mmekosa network kama mimi. Mbili wewe umepata rukuu. Rukuu umekuja, umesema Allahu akbar, ashanyanyuka samia llahu liman hamida. Sasa anapopiga salamu, wewe unatekana uswali raka ngapi? nne au mbili? Kwa sababu umechelewa unapunguziwa, wewe nne au <laughs> sio hii. Hazina tatizo maghrib, fajri, isha, al asiri, lakini tatizo kubwa la waislamu ambalo wanalipata ni siku ya Ijumaa. Siku ijumaa utakuta mtu mwislamu amekuja, imamu ashanyanyuka, sami Allahu liman hamida, kisha anapomaliza swala anaswali rakaa mbili. Ukikosa juma, siku ya juma, imamu ashanyanyuka kutoka katika rukuu rakaa ya pili, wewe unafaa uswali dhuhuri rakaa nne, si rakaa mbili, sababu umekosa juma yake ni katika akili usio umetoka maswali raka mbili. Leo hata dhuhuri pia hujaandikwa katika katika daftari lako, siku hiyo imepita, hivyo imeenda na maji. Naam, ijumaa au swala nyingine. Eh, naam. Imamu yuko hapa Nondo nanne wewe umekuja. Kuna makosa mengine yanafanyika, tuseme umemwona Imamu yuko hapa. Oh, ni sauti sina, msikiti ni mdogo, sauti yangu isikiki? Hamsikiagi, hamsikiagi mnasikiaga? <laughs> kama mnasikiaga, itakuwa vizuri. Imamu yuko hapa. Wewe umekuja

Sasa unafaa unaposema Allahu Akbar, kisha ukasema Allahu Akbar, akbar ya pili at least uweze kusema subhanallah wabihamdihi, japokuwa mara moja, kabla ya imamu. Wewe umesema Allahu Akbar, umefika hapa, imamu amesema sami allahu liman hamida, hiyo rakaa imekwenda, umekosa hiyo rakaa. Tupo au tupo? Tupo mupo?

mbali na hivyo umesema Allahu akbar, kisha ukasema Allahu akbar, wewe hujafika, tayari imamu ashasema sami Allahu liman hamida, hiyo rakaa imeenda, japokuwa utapata thawabu ya kwamba utapata sami Allahu hamida dua utapata, utapata sija ya kwanza. Na makosa mengine yanafanyika, tunamuona imamu amesema sami Allahu liman hamida, kuna watu wanasimama kama bambuu, anamgoja imamu, anakwenda sija ya kwanza, anakaa anakaa sida ya pili, kisha anasimama. Ndio anayosema Mtume Muhammad SAW, anatuambia pale, utakapopata utakapompata imam mfuate. Umempata katika sami sami Allahu Allahu Akbar Allahu liman hamd Allahumma rabbana wa umempata katika sida. Allahu Akbar nenda katika sida, pale unapompata imam mfuate, pale utakapokosa utalipa bi idhnillah taala unaenda katika sujudi unasema Allahu Akbar, unaenda sida na yeye imam. Utakuwa umekosa rakaa, lakini umepata thawabu za ziada, kwa sababu utakwenda sita mbili extra. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ndiyo. Naam, jambo ambalo ni muhimu bora zaidi ni kwamba kuwe na muballigh muballigh. <tusiasi> ni kwamba kuna mtu labda, kama tuseme msikiti huu labda ni mkubwa zaidi, kuna ukuta pale wengine. Sasa yule wa mwisho ambaye anamsikia imam anafaa anyanyue sauti ikiwa hakuna msikiti, kila mmoja atasali kivi yake. Ikiwa hakuna msikiti, kila mmoja atasali. kama utaswali jumaa huko katika ijumaa, utaswali ijumaa, taswali jumaa mm. mm. la mwisho kwako au la, la mwisho kwa, kwa kila ah mmoja. sijasema mmechelewesha. mimi mimi, Mimi mimi naonea huruma nyinyi, kwa sababu nyinyi mwajiriwa. Sasa ikiwa wewe ndio MC utafunga, well and good. Ikiwa e utafungua ajabu. Sasa umefunga, umefungua, umefunga, haya sawa, bismillah. Naam, hii ni mpya. Naam, ndio. Naam, akiwa chini vipi? Naam, ndio We umekuta tayari uko kwenye mimbar, naam, unafaa tena tena, ni muhimu uswali sunna, lakini uifanye haraka kiasi. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alimuona sahaba ameingia kakaa, alimwambia, fulani, umeswali tahiyatul masjid? Asema hapana. Amwambia, nyanyuka uswali rakateini, fatajawaz huma Fanya haraka kama kawaida. walikuwa ukiswali pole pole dakika kumi, labda punguzo ufanye dakika tano, dakika nne, pasi na kuharibu zile nguzo ambazo zipo. Kwa hivyo hata ikiwa imam siku ya Ijumaa yuko juu ya mimbar, kabla ya kukaa, unafaa kuswali rakaa mbili za tahiyatul masjid. kijana wangu, amefunga wa na mimi nifunge, nifunge au nifungue? Naam, wasalamu rahmatullahi wa barakatuh. Naam, bwana Mtume Muhammad haku sallallahu alayhi wasallam haku, hakusema haku kwamba ni dhambi kubwa baba, jambo lote la wajibu inakuwa si jambo dogo yani. Kwa hivyo jambo la kwanza unalotakiwa kufanya ikiwa umechelewa kulipa, mwanzo ulipe itahesabiwa ni sadaka, kisha ulete istighfar na uwazimia ya kwa kwamba sitarudia tena kosa hili hmm. Naam naam, naam. Alikuwa mgonjwa au alikuwa na kiboli Awali kwa mgonjwa so, so na yeah, uh, yeah. Sasa yeye tu sasa yeye anafaa tu kuangalia ile hisabu ambayo kwake yeye anatarajia kwamba ndivyo hivyo. Tuseme Ramadhani ya kwanza, tuseme labda siku ishirini na tano sikufunga. Ramadhani ya pili kwa sababu nilikuwa mgonjwa yote sikufunga, ao siku hamsini na tano azilipe polepole kabla Ramadhani itakaokuja. Eh, kile kitu ambacho anaona kwamba kinaweza kuwa ni hivyo kiasi kikubwa. Kwa hivyo ikiwa uh, ikiwa amekosea, ikiwa ame, atakuwa amefanya hisabu ya juu atakuwa ni khairi kwake, ikiwa ni amefanya hisabu ya chini, Allah anamsamehe. Lakini ni, ni muhimu jambo, labda nukta ambayo ni muhimu ni kwamba mtu ikiwa anasafiri sana au ni mgonjwa, aweke rekodi sehemu sisi tunapodaiana tunaweka rekodi. Rekodi ya Allah ni muhimu zaidi kuwekwa kuliko hizi nyingine, ili ndio sije nilifunga, nilikosa siku ishirini au siku kumi na tano, nilikosa siku ishirini na tano au ilikuwa Ramadhani yote, usiwe na geswa. Lakini wakati huo ikiwa amechanganyikiwa anaweza kupiga mahesabu na labda watu wa nyumbani ambao walikuwa ikaa naye wakamsaidia kufanya hesabu ile ambayo itaingia katika akili yake. Kwa hivyo basi atailipa hiyo na kuna kitu kingine, taala biidhnillahi taala. Naam, naam, ikiwa ametapika hata ikiwa bado masaa kumi, ametapika baada alfajiri, saumu iko ikiwa ame amejitapisha, hata iwe imebakia nusu dakika, funga imeenda. Yaani, kwa sababu unasikia kichefuchefu na unaona kwamba uharakishe, kwa hivyo uanze kutia vidole mpaka utapike, saumu yako imeenda. Lakini imekuzidi huna khiari, imekuzidi yaani intentional, si makusudi umetapika, saumu yako utasukutua, utaendelea na somo kama vile unavyokula. Yaani umetoka hapa nje umeona mahindi. E, mahindi haya eh, nimeusudu acha ninunue ya, ya blue, ukatoa blue ukanua ukaanza kungata ukala mara kapita ndugu yako, ah, Samir, kwani leo ufungi? Leo kope kama wanasema watu, leo kope? Ala. Astaghfirullah. So, basi lile nyingine utalitia mfukoni lile liloko kwenye mdomo utalitoa utasukutua utaendelea na funga na funga yako sahihi kabisa. Tupo. Au mchanganyikiwa. Mubo, ah, basi kama mubo kheri. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta